Tumepata uh, heshima uh, ambaye mgeni tunaye hapa uh, tutazungumza naye juu ya maswala ambayo yana thamani kubwa kwa taifa, afisa uh, utamaduni mkuu kutoka wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo uh, mfaume Said. tutaangazia kwa kina tamasha la nne la utamaduni la kitaifa linalofanyika kule Morogoro kuanzia tarehe pili hadi saba Disemba. Uh, karibu sana bwana Mfaume, habari ya wizara <laughs> mm -hmm. Naona mwenzetu amekufurahia kweli kweli <laughs> Kwa hiyo ni kwa sababu hiyo inaniambia kwamba uh, mambo kama haya ya mazungumzo studioni sio mageni tena. Sawa. Uh, kwanza tuambie kuhusiana na hili tamasha. Naam, uh, tamasha la utamaduni eh, ni tamasha ambalo eh, limetokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa uh, mgeni rasmi katika tamasha la Bulabu 2022 kule Mwanza, alielekeza wizara kuandaa tamasha la, uh, la kitaifa la utamaduni ambalo litakuwa linazunguka nchi nzima ndio maana uh, likaanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili uh, jijini Dar es Salaam uh, likazunguka likaenda Njombe elfu mbili na ishirini na tatu mm. na mwaka jana lilifanyika mkoani Ruvuma uh, ambapo mgeni rasmi alikuwa yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais uh, na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tunaenda kufanya tamasha hili uh, mkoani Morogoro mm. Naam, kwa hiyo alikuwa ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais na sisi kama mkono wake kwenye masuala ya sekta ya utamaduni basi hatuna budi ku, kuli, kuliandaa na, na kufanya kila liwe, liwezekanalo eh, wananchi walisikie na wapate kuhudhuria kwenye tamasha hilo kwa sababu mm -hmm. lina faida kubwa kabisa kwenye ustawi wa nchi. Tungependa tu kufahamu pia kuna vigezo fulani mnavyozingatia ya wizara mpaka kuamua kwamba mwenyeji mwaka huu atakuwa mkoa fulani. Tangu ilipoanza tuna vigezo Uh, lakini pia kikubwa ambacho tunakiangalia ni utayari wa mkoa. Mm -hmm. Kwa sababu uh, sisi kama wizara kama, kama sekta mamlaka ya, ya, ya, ya utamaduni uh, tunatoa hiyo nafasi kwamba bwana mkoa fulani uh, kama una utaridhia kuandaa kwa mwaka unaofuata basi watuletee barua. Mm -hmm. Na wanapotuletea barua tuna, tuna, tunawapa maelekezo ya kwamba nini tunataka. Kwa hiyo uh, mkoa wa Morogoro walionyesha nia. Eh, lakini pia yalikuwa ni maelekezo pia ya waziri aliyemaliza muda wake e, eh, Daktari Damas Ndumbaro kwamba mwaka huu eh, Morogoro wataandaa. Kwa hiyo yapo masuala ambayo mkoa unaandaa, lakini pia yapo masuala ambayo wizara inaandaa. Kwa hiyo tuna, kwa sasa hivi tuko kwenye vikao kuangalia eh, vitu ambavyo tuliwaelekeza mkoa vifanye, na kama wamevifanya asilimia mia, basi tunawapa go ahead kwamba bwana, tuna tuko sawa sawa na tunaendelea kufanya tamasha kwao. Sawa, mm -hmm. Turudi pale juu tena kidogo. Uh, katika kufahamu kuhusiana na uh, tamasha hili la utamaduni, tuambie lengo lake ni nini hasa. Uh, lengo kuu, kwanza, nikirejea kwenye kauli uh, mbiu, kauli mbiu mm, ya hili tamasha inasema, ambayo ni haibadiliki, inabadilika kila mwaka mm -hmm. Ya, inabadilika kila mwaka, utamaduni wetu ni nguzo ya maadili Uh, uchumi jumuishi na utaifa. Uh, uki, ukiangalia hizo hizo nukta za za hayo maneno uh, unaweza ukapata majibu kwa nini tunafanya tamasha la utamaduni. Uh, ni kwamba tunajifaharisha na utamaduni wetu kwa sababu uh, unazungumza maadili ya Mtanzania, unazungumza maadili mema, lakini pia unatutaka sisi kwenye kutafuta riski zetu kwenye kutafuta Uh, fursa mbalimbali za kiuchumi basi tufanye kazi pamoja, tupendane, lakini pia uh, uh, utamaduni unatuunganisha sisi kama taifa moja. Kwa hiyo kulifanya ile tamasha ni, ni, ni, ni namna mojawapo ya kuiambia jamii kwamba sisi ni wamoja, tunatakiwa tu, uh, tufanye kazi pamoja, lakini pia tunatakiwa tutatue changamoto zetu kwa mazungumzo na kwa, kwa, kwa, kwa kufahamiana kwamba tumetokea wapi na tunaenda wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, uh, lengo lingine naweza nikasema ni kwamba eh, tamasha hili ni, ni, ni nyenzo mojawapo ya kurithisha eh, tamaduni zetu mbalimbali eh, kwa kizazi hiki na kizazi kingine. Naam. Sawa. Na kama tulivyosema hapa na mwenzangu Nema ameuliza swali la msingi kabisa. Hmm. kuhusiana na namna ambavyo uh, lina hamahama na vigezo ambavyo mnavitumia. Hmm. Na sasa ni Morogoro. Uh, kuna mambo gani mapya ambayo yanatarajiwa? kuonekana katika tamasha la mwaka huu? Asante sana swali zuri. E, mwaka huu pasi na miaka iliyopita mwaka huu tuna tamasha kubwa sana ukilinganisha na miaka mitatu iliyopita. Mwaka huu tumelitanua tamasha kwanza. E, tumeamua tushirikishe vikundi mbalimbali mbali vya utamaduni kutoka nje ya nchi. Miaka yote iliyopita hatujawahi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo tunataka pia Eh, tuingize vikundi vya kutoka nchi mbalimbali kama tumepata vikundi kama Indonesia, Msumbiji, eh, moza, eh, eh, Zambia, eh, India, China vitakuja kushiriki nasi. Lengo letu ni wao pia tuwauzie, eh, tamaduni zetu, eh, kwa maana ya kwamba product ambazo zinazalishwa zina kupitia utamaduni basi waweze kuziona na kama zitawapendeza zita basi tuanze kufanya biashara kupitia kwenye hili tamasha, lakini pia tutangaze Uh, utamaduni wetu kama uh, zao la, la utalii kwa sababu tunafahamu uh, utalii ambao unauzwa nchini ni ule utalii wa kiasili wa mm. uh, wanyama milima na nini, tunataka tuingize, uh, ili tamasha liwe mojawapo ya kivutio cha utalii nchini. Lakini kingine ambacho tumekileta tutakuwa na utamaduni marathon mwaka huu, tutaenda kukimbia kuelekea kwenye ile tamasha mm. uh, lengo hasa ni tunafahamu utamaduni ni maisha ya kila siku na tuna tuna tuna tuna tunahusiwa na, na, na, na madaktari kwamba eh, afya ndo kila kitu eh, ukiwa na afya unaweza kufanya kazi vizuri na ukajenga nchi na ukapata uchumi na mambo kama hayo. Kwa hiyo uh, kuifafanua kwamba utamaduni ni maisha yetu, basi lazima afya zetu ziwe vizuri, na zinakuwa vizuri kupitia mazoezi. Kwa hiyo tutakuwa tuna, tuna, tuna utamaduni marathon, lakini pia tutakuwa na mdahalo uh, wa kitaifa kuzungumza maadili ya Mtanzania na, na uzalendo kwa ujumla tutazungumza masuala mbalimbali kuhusiana na uzalendo, lakini pia kuhusiana na, na maadili yetu ya ya Mtanzania. Lakini kingine e, tutakuwa na mashindano ya ngoma za asili kwa siku zote tano e, tutakuwa na mashindano ya ngoma za asili kwa mikoa yote ambayo itashiriki e, tamasha. Na kwa taarifa tu ni kwamba mikoa yote imethibitisha kwamba itashiriki kwenye tamasha. Kwa hiyo mashindano yatakuwa mazuri sana mwaka huu, vikundi vyote vitakuwepo na viko tayari tulitoa maelekezo kwa maafisa wa utamaduni kote nchini, wafanye mashindano kwa kupata hivyo vikundi ambavyo vitakuja kushindana kwenye tamasha la kitaifa la utamaduni. Kwa hiyo tutakuwa na mashindano lakini kingine uh, tutakuwa na uh, siku ya utalii. Eh, tutatembelea uh, vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo uh, mkoani Morogoro, lengo hasa uh, ni kuchechemsha hiyo uh, uh, hiyo eh, kutangaza uh, au, au ku, Eh, kupromote eh, utalii. Tunafahamu, eh, wa ndani tunafahamu, tuna hiyo changamoto kwamba Watanzania tufahamu kwamba eh, sisi pia tunaweza kuwa ni, ni watalii kwa kwa hiyo tuna, tunahamasisha kwamba eh, utalii pia tunaweza tukaufanya sisi Watanzania na, na vivutio vyetu vikatangazwa vika ipasavyo, lakini kingine uh, tutakuwa na eh, usiku wa kanga, tumeita usiku wa marashi ya pwani eh, usiku wa marashi ya pwani eh, lipo tukio ambalo litafanyika kama fashion show ya kanga e, utafahamu sisi kama wizara ambao ni, ni, ni mamlaka ya sekta ya utamaduni tuko kwenye tuko kwenye e, taratibu za kuenda e, kuipeleka kanga kuwa kama utamaduni wa dunia. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tuko kwenye huo mchakato wa kuonyesha sasa kanga ina matumizi gani na ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina historia gani kwa, kwa, kwa nchi ya Tanzania mm. E, lakini kingine ambacho tutakifanya Uh, but, uh, tutakuwa na uh, uh, maonyesho ya muziki mfumo uh, uh, unanenishia, hivi vitu hivi vyote ni katika kujibu yes, lile swali langu la kwamba haya ndo mambo mapya yanayotarajiwa, haya yote ambayo umeainisha marathon, ume mdahalo wa kitaifa mbisa. Haya yote ni mapya, nikajua ni wale wageni, kwa maana haya yote ni mapya tu na, na tumeweka hivi vitu vyote kwa sababu ya eh, kulitanua tamasha, tunataka mm -hmm. Tulitanue tamasha lipate sasa huo mwitiko ambao, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna utamani, na kwa kufanya hivi, uh, tufanye sisi serikali peke yetu au wizara peke yetu, tunafanya kwa kushirikiana na sekta binafsi, ili sekta binafsi tusaidie kulisemia tamasha lijulikane, lakini pia litangazike nje ya nchi. Na kwa siku tano mambo yote mambo yote yale yatafanyika kwa na siku tano. Na yote ni Morogoro, na yote Morogoro, <coughs> na yote Morogoro, na yote Morogoro viwanja vya jamhuri uh, pale Morogoro <coughs> naam, yes. Sasa kule limetanuka, yani tuki tukiangalia pengine yale mlioyafanya Mwanza mm, mm, wakati mnaanza mm, baadaye mkaenda Njombe, Njombe. Pengine <tabihana> Njombe, Njombe kulikuwa kuna machache kidogo wachache sana Njombe kwa sababu ndio ulikuwa msimu wetu wa pili tulivyokuwa Njombe, kwa hiyo tulipoenda Ruvuma kidogo tulitanua, lakini mm. Alikuwa kama ambavyo tutalifanya mwaka oh. So, eh, huu na ni makundi gani au wadau gani wakuu wanashiriki katika tamasha hili na ushiriki wao unaleta mchango gani katika kukuza sekta ya utamaduni nchini? kwa, kwa, kwa, kwa mwaka huu tuli kingine ambacho ki, kitavutia uh, kwenye, kwenye, kwenye kuliangalia kushiriki hili tamasha, tumealika sekta wadau uh, sekta wadau kwa maana wizara mbalimbali mbali na taasisi zake zitashiriki kwenye tamasha. Lengo letu ni kwamba tunataka tu, uh, tupeleke uh, shughuli mbali mbalimbali za serikali karibu na wananchi unafahamu juzi wakati Mheshimiwa Rais, ana ana anatoa anatoa I mean wakati anachagua ana uh, wateule wake alielekeza ali kwamba anataka serikali yake iwe karibu na wananchi. Sasa ku, ku, kulijibu hilo, sisi pia tumealika wizara mbalimbali mbali, eh, ambao watakuja kuonyesha shughuli zao pale zinazofanywa Eh, lakini pia eh, wananchi wa mkoa wa Morogoro na mikoa ya jirani wafahamu, kwa mfano wizara kama maliasili, wizara mm. eh, ya viwanda, wizara ya ujenzi, e kilimo, e kilimo mm. au wote wizara ya afya au wote utalii au wote watakuwepo mm. kuonyesha wananchi kwamba wanafanya majukumu gani, lakini pia na taasisi zao ambao watakuja pale kushirikiana nasi na kuonyesha hivyo vitu ambavyo wanavifanya mbali na hao no. Uh, ambao wamekaa kiserikali mm-hmm. Ni makundi gani mengine ama wadau wengine ambao wa watakuwepo? Sasa uh, sasa kama, kama, kama ambavyo nilieleza mwanzo kwamba uh, tunashirikiana sek na sekta binafsi kwenye, kwenye kulifanya hili tamasha, lakini sisi kama wizara tuna, tuna wadau wetu wa sekta ya utamaduni wa sana, na, na sanaa kwa mfano tuna mashirikisho ya, ya, ya sanaa ambao pia watakuja kushiriki na, kushiriki kwenye tamasha. Shirikisho la mziki, shirikisho uh, la filamu, kuna shirikisho la sanaa za maonyesho, lakini pia shirikisho uh, sanaa za ufundi watakuja pia kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kuonyesha mambo yao kwenye tamasha. Lakini pia utakuwa na watu wabunifu mbalimbali mbali, uh, wa masuala ya vitabu watakuja pia kuonesha kune, kuonesha shughuli zao ambazo wanazifanya kila siku. Eh, lakini pia tu, tumetoa nafasi kwa wadau ambao wanaona kwa namna moja ama nyingine kupitia tamasha hili wanaweza wakapata fursa ya kuonesha shughuli zao mbalimbali. Milango iko wazi, tunawakaribisha na tuko tayari kufanya nao kazi. Sasa huu ni utamaduni na, uh, na kwa maana nyingine wasanii wanahusika kwa kiwango kikubwa no. utaratibu wa mtu ambaye anataka kushiriki ukoje kwa maana ya kwamba kuwa ni labda miongoni mwa wahusika uh, kwa ajili ya kuonyesha labda no. utamaduni fulani mm -hmm. ama kipaji chake ama, ama kitu fulani mm -hmm. utaratibu ukoje? Naam no, sasa tulitoa tuli, tuli, tuli tuli maelekezo kwa maafisa utamaduni kote nchini ambako hao wadau wanatokea, e, maafisa utamaduni wote wanasajili e, wadau mbalimbali wasanii mbalimbali ambao wangependa kuja kushiriki kwenye tamasha. Kwa hiyo kupitia kwa maafisa utamaduni kokote walipo, wanafanya usajili wa watu hao ambao wangekuja wangependa kuja eh, kufanya maonyesho mbalimbali, kuonesha shughuli zao mbalimbali wanasajili, na sisi kama wizara tutatoa nafasi kwao, eh, kupitia nafasi ambazo zipo kwenye mabanda ambayo tutayaweka, eh, kwenye tamasha, tutawapa nafasi ya kuonyesha na shughuli zao zitaonekana kwa wadau na, na washiriki mbalimbali ambao watakuja kwenye tamasha kwa, kwa siku hizo tano. Hmm. Kuna msikilizaji anauliza kwenye ujumbe, anasema naomba umuulize ofisa wetu wa utamaduni. Je, kuna zawadi zozote zitakazotolewa? Maanake nimesikia kuna vikundi vya ngoma vitakuwa vikishindana. Yes, kwa, uh, kutakuwa na zawadi uh, kwa washindi wa, wa, wa, wa ngoma za asili. Mm. Uh, na nitoe tu taarifa kwamba kwa mwaka huu uh, kutakuwa na surprise. Kutakuwa na zawadi nono kabisa kwa washindi wawe wa, wa, wa, wa mashindano ya wa ngoma za asili. Kwa hiyo wajiandae na wafanye mazoezi ya kutosha ili washindane kwelikweli kwenye hizi siku tano ambazo watapewa nafasi. No. Hmm, sawa, nafikiri hayo yameeleweka vizuri. Msikilizaji, unayemsikia ni Mfaume Saidi, yeye ni ofisa ya utamaduni mkuu wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Tunazungumza naye kuhusiana na tamasha la nne la utamaduni la kitaifa linaloandaliwa na wizara ya itu ya habari, utamaduni, sanaa na michezo mwaka huu, na litafanyika mkoani Morogoro mwaka huu, litaanza tarehe pili na litakomea tarehe saba kwahiyo mengi umesikia vikundi mbalimbali mbali na wale ambao watashiriki ni kutoka mikoa mbalimbali amekusha mbali, sema kwamba mikoa yote imekushathibitisha ushiriki wa vikundi vyao mbalimbali mbali. Lakini si hivyo tu, kutakuwa na vikundi vingine kutoka nje ya Tanzania na mataifa mengine yaliyo nje Afrika ya Afrika yatakayo ushiriki pia katika tamasha hilo kubwa mm. Bata ni Morogoro, tarehe pili mpaka tarehe saba Desemba, bata Morogoro. <laughs> <laughs> Vizuri tukafahamu pia yeah. kwamba kuna mipango gani ijayo kwa kuliweka vizuri zaidi tamasha hili mm. eh, hasa hasa katika kulifanya kuwa Uh, ni jukwaa kubwa la utamaduni mm. kitaifa na kimataifa, adhma eh, ya serikali, adhma ya Mheshimiwa Rais, na nichukue ni fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa muda wake ambao amekuwa akihudumia wananchi, amekuwa na utayari wa kuwekeza eh, kwenye sekta ya utamaduni eh, pasi na mm. uh, serikali zingine zilizopita. Mheshimiwa Rais amejitoa sana eh, kuweka bajeti kubwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye sekta ya utamaduni, kwenye kulifanya sasa shughuli mbalimbali za utamaduni hususan tamasha hili. Kwa hiyo uh, uh, malengo yetu makubwa kama ambavyo nilieleza ni kwamba tunataka uh, ili tamasha liwe zao la lingine la, la sekta ya utalii mm. uh, tunafahamu uh, utalii wa kiutamaduni bado haujatangazwa na tunachukua nafasi hii kama wizara ku uh, kuwa, kuwa, uh, kuwasii uh, uh, sekta binafsi na wadau mbalimbali popote walipo waanzishe matamasha mbalimbali mbali katika mikoa yao ili sasa, ili tamasha lifane wao wanavyokuja kushindana kitaifa e, tunafahamu kwenye, kwenye mikoa mbalimbali mbali, kuna vikundi vya ngoma wilayani e, kwenye sehemu zao ambazo wanaishi kuna vikundi vi, vingi sana lakini e, mashindano ya ngoma za asili ni, ni machache sana kwa, sisi kama, kama, kama wizara kwa kutaka kuli kupata ile cream hmm, ya ya, ya vikundi basi tunawasii hmm, waandae hayo mashindano mikoani kwao, ili tukitoa hii nafasi ya, ya, ya kuja kushiriki sasa kwenye mashindano ya kitaifa basi tupate, tupate ile ile ile ule ushindani ambao tuna, tuna utarajia, lakini la, la, Athmani mt, mtatoa tu maagizo Mfaume, kumradhi, mtatoa tu maagizo hmm, ya, ya wao kufanya hayo mashindano ndiyo bila nyie kufuatilia kwa ukaribu na, na, na, na kujua uh, sasa, sisi. Unaweza ukatoa maelekezo wao si, si, wengine si, si, si, si, wakafanya kwa, kwa, kwa udogo sao. Ama sio katika vigezo ambavyo nyie mmevitamani eh, na bado watu wakaja uh, huku juu kwenye taifa hmm. Lakini bado ikawa haujakata ile kiu yako ya kwamba upate watu ambao kama walivyosema kwamba kwa ni, ni, ni krim, huu namna ambavyo yanaratibiwa haya mm. mashindano mm. ili tuweza tuje kumpata bingwa wa kitaifa mm. Lazima kweli tuanzie chini, sio tu kwa maelekezo kwamba fanyeni, alafu mje mtuambie kwamba ndio huyu nam mm. Sisi, sisi kama wizara tuna tuna, tuna tuna ratiba ya kutembelea mikoa mm. na kuangalia shughuli ambazo zinafanywa na mikoa kuhusiana na sekta yetu ya utamaduni e, tunafanya e, monitoring and evaluation mm. Kwa kila, kwa, kwa kila kota ya ya, ya, ya, ya, ya mwaka mm-hmm. tunakwenda tuna, tuna kuangalia shughuli zao zinafanywaje, lakini pia tuna eh, kila mwaka tuna kikao cha maafisa utamaduni na maafisa michezo, ambapo tunapata taarifa mbalimbali kuhusiana na shughuli zao, kuhusiana na mambo ambayo wanayafanya, hususan kuandaa hivi vikundi ambavyo vinakuja kushiriki kwenye tamasha. Kwa hiyo kikundi ambacho kinakuja kushiriki kwenye tamasha la kitaifa, maanake ni kikundi ambacho kimepita hivyo vigezo vyote ambavyo sisi tukiwa tunaenda ku, ku, kuviangalia na kuvikagua mm. tunajua hivi vikundi viko sawasawa -sawa, mm. na vinastahili sasa kuja kushiriki kwenye tamasha la kitaifa la utamaduni. Tuna swali kutoka kwa msikilizaji wetu Kefa anajiita Kefa Boy kutoka mm. Mwenge Vinyago hapa Dar es Salaam. No. Anauliza wao wachonga vinyago wanapewa fursa yoyote kushiriki kwenye mashindano. Wachonga vinyago wanapewa fursa ya kushiriki katika tamasha. Wao ni wadau wetu wakubwa sana ambao wanaitangaza Tanzania kupitia sanaa yao, tunawakaribisha sana kama wana, wanaweza wakawafikia uh, baraza la sanaa la taifa, wafike pale wat, watapata usajili eh, wa kuja kushiriki kwenye tamasha. Hao ni watu muhimu sana ambao tunawahitaji tuna eh, kuja kushiriki kwenye tamasha ili sasa wachechemshe ilo tamasha kwa hizo siku tano mwingine so, ni, ni Dominic Malangala anapatikana manispaa ya Shinyanga, tunasikika no. Shinyanga kupitia masafa ya 98.7 no. Anasema naomba muulize afisa utamaduni mkuu, kwa nini wameamua kuenzi vazi la kanga badala ya kitenge ambacho tunafikiri ndio inaweza kuwa nzuri zaidi kwa utambulisho wetu na hata kwa namna ya uvaaji kinastiri zaidi kwenye mwili. Eh, uki, uki, ukifuatilia historia ya kanga yeye mm. eh, hapo ye, alipo eh, achunguze tu atakuja kugundua, kwanza kanga ina matumizi mengi sana, kuanzia mm -hmm. kuanzia tunazaliwa eh, mpaka tunakuwa mpaka tunarudi tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna tunarudi mavumbini. Wenyewe wanasema kanga eh, mtoto akizaliwa, eh, anashikiwa nayo, yani mtoto anavyotoka pale pale, pale odini anakuwa mm. amefunikwa kwenye kanga, lakini kanga kama utafuatilia, ina jumbe mbalimbali ambazo eh, kwa namna moja ama nyingine zinahamasisha utamaduni wetu. Kwenye vitenge hakuna jumbe sawa, lakini kanga ni, ni, ni eh, mtu yoyote akifariki, ili, ili, ili ujue huyu ni mwanamke au mwanaume, utaona kuna kanga ime u, u, u mm. Kwa hiyo kwa hiyo kanga inaonesha mm, inaonyesha namna ambavyo inaeleza tamaduni zetu mbalimbali mm, eh, tangu kipindi hicho mpaka leo hii. Kwa hiyo tumechagua kanga kwa sababu ni, ni, ni, ni kitu ambacho kinafafanua na kutangaza utamaduni wetu kwa ujumla. mm. Mm. Na, tukisalia katika hapo hapo ni maeneo gani ya utamaduni ambayo mtakwenda kuyapa kipaumbele maalum katika tamasha la mwaka huu? Uh, kwa mfano labda sanaa za jukwaani no, ama vyakula vya asili, mavazi, muziki

Kwenye miaka na, na, na visa kale. Mm. E, visa kale visasili ni, ni hadisi fupifupi fupi ambazo e, zinazungumza zina, zina, zina kuhusiana na uhodari wa mashujaa wetu e, ambao walikuwepo kipindi hicho e, watu, watu, watu kama wale, wale... mababu ndio watahadisia kama zile ambao tutawapa hiyo nafasi ya, mm. ya kuhadisia hizo uh, hadisi unajua sisi uh, Watanzania hatuna E, tuna, tuna kasumba kidogo e, ukiangalia e, nchi za Ulaya huko na Marekani wamewafafanua wame mashujaa wao watu wale, wale, wale kwenye hizi kwenye movie, movie za Batman yao, sio wale, ni mashujaa ambao wazungu wanaonesha kwamba wao ni wakospiria kwenye, kwenye maeneo yao mm. lakini sisi pia tuna, tuna, tuna, watu Eh, tuna watu kama kama kama akina Kinjeketile mm. hao eh, wa watu natakiwa sisi tujivunie nao kwa sababu wamefanya makubwa sana kwenye kutetea hii ardhi yetu mm. eh, kuna kuna akina Nduna kuna akina kuna Mamaliti huyo mm. Mamaliti alikuwa alikuwa shujaa ambao aliwafukuza Wajerumani hapo hapo Singida hapo kipindi hicho mm. alikuwa na alikuwa na, na science yake moja hivi eh, silaha yake ya nyuki alikuwa anaita nyuki, nyuki wanawavamia wazungu, wazungu wanakimbia. Kwa sababu kwa hiyo tunatakiwa tuna, tuna tutumie hizi fursa ku, ku, kuwafahamisha hivi vizazi vyetu kwamba kuna mashujaa ambao walikuwepo kipindi hicho, na tunatakiwa tujivunie nao na tu na tuhadisie na, E, historia na muda anana ametupa mkono. Kuna pongezi zinatolewa, msikilizaji wetu anaitwa Mtei kutoka Nyandekwa, Igunga, Tabora. Tunasikika huko pia. Anasema anawapongeza sana Wizara ya Habari, Utamaduni, sanaa sana na michezo kwa kuanzisha tamasha hili la utamaduni hakika mmekwenda vizuri, zamu ya Morogoro sasa mm. kuweza kulihudumia vizuri tamasha hili, tunatumai mtafika katika maeneo mengi na tamasha litakuwa kubwa zaidi asante sana. Asante sana. Basi muda wetu na nao ndio unayooma, Mfaume pengine kuzungumza kidogo na wananchi tula... kabla tujakamilisha, uh, tula mwisho, tunafahamu uh, serikali haiwezi uh, kufanya kila kitu mm. kwenye, kwenye kuleta maendeleo ya nchi E, tunatoa uh, fursa hii e, au rai kwa, kwa, kwa, kwa sekta mbalimbali mbali ambazo zingependa kushiriki kwenye tamasha e, waje kushirikiana nasi. Tunatoa hizo nafasi za kuja e, kufanya maonyesho yao mbalimbali mbali, e, kwenye, kwenye, kwenye hilo tamasha. Uwanja ule ni mkubwa sana, tutatoa mabanda ambayo e, watapata hiyo fursa ya ya kuonyesha shughuli zao ambazo wanazifanya ili sasa wananchi wa Morogoro mm, lakini pia na mikoa jirani ya Dar es Salaam, uh, Iringa uh, Njombe na, na, na, na Singida, waje Dodoma, uh, wapate fursa hii ya kujionea nini, nini, nini kinafanyika kwenye kwenye hilo tamasha. Kwa hiyo kwa kusema hayo na nawashukuru sana, asanteni sana. Tunakushukuru naye pia kwa kuja hapa studio. Msikilizaji, tulikuwa tunazungumza na Mfaume Said, ofisa utamaduni mkuu wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, na leo tulikuwa tukiangazia kuhusiana na tamasha la nne la utamaduni la kitaifa linaloandaliwa na wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Mwaka huu shughuli nzima itafanyika mkoani Morogoro kuanzia tarehe pili mpaka tarehe saba ya mwezi huu, ya mwezi ujao wa kumi na mbili.